Andi, anasema nitakwenda kufunga, na baada ya maombi nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria. Habahatishi, anajua baada ya prayer hiyo, maombi itanipigania. baada ya maombi nitapata silaha ya kushinda vita. Kwa hivyo Esther abahatishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen, najua kwamba hatutumii silaha moja wote. Bwana Yesu asifiwe na unajua watu wengi wanajua silaha ya kupigana vita ni prayer peke yake, lakini ukweli ni kwamba, katika maisha ya kiroho, silaha ni za aina nyingi. Kuna watu wanashinda kwa prayer. Am I talking here? Kuna watu wanashinda kwa maombi na kuna wengine wanashinda kwa kusifu. Kuna mtu akianza tu praise, kuimba tu, anampaka grace ya kutunga nyimbo. Akianza tu kuimba, maadui wanashindwa akianza tu kuimba uponyaji unakuja, akianza tu kuimba milango zake zinakuwa wazi. Wataswe sana. Kwa hivyo kushinda sio kwa maombi peke yake. Kwa hivyo kuna watu wengi wa Kristo ambaye wanatamani kushinda, lakini hawajui tutashinda kwa namna gani. Pengine Mungu ameweka ndani yako silaha ambaye silaha hiyo ni wakati unapatia Mungu tukufu, praise peke yake. Na ndio leo, Bwana akupatie grace. Elewa silaha yako ya kushinda ni gani. Je, ni wakati wa sifa? Unajua Biblia inasema wakati tunasifu Mungu anashuka kama shujaa. Am I talking here? Na hakuna shujaa anashuka tu kuangalia, anashuka kupigana. Kwa hivyo kuna mtu akianza kusifu tu Mungu anakuja kupigana na maadui zake. Am I talking here? Angalia mtu, mwambie silaha yako ni gani. Oh, mwangalie tena mwambie, silaha yako ni gani? Unajua, kuna mtu anaomba na hakuna majibu. Kuna mtu anapigwa vita, anaenda mlimani, na wakati anashuka ndio vita inachache, maana silaha yake sio hiyo. Hajatambua, hajajua kwamba yangu sio ya prayer, ni wakati nampa utukufu Bwana na unajua, ukijua kwamba silaha yako ni wakati wa praise, haimaanishi usiombe tena. Omba tengeneza misuli, omba tengeneza power. Amen. Lakini wakati wa sifa tunga nyimbo, wakati wa sifa. Unajua mi nashanganga kuna watu wengi Mungu akiwatumia kwa nyimbo za sifa wanasia sana, anapata kiburi, anasema wacha nione vile watafanya, anachelewa nyumbani, anaingia saa tano, wanasia sana, anafanya silaha zake zikose sila nguvu ama Si Bwana akupatia leo neema ya kujua silaha zako za kupigana. Kuna ndugu yangu mmoja rafiki yangu anafuatilia na anaitwa naitwa anaitwa Apostle Dan, ako pale Mwea anafuatilia ibada zangu. Bwana sie sana. Huyu mtumishi Mungu anamtumia sana kwa njia kubwa. Bwana sie sana. Amen. Lakini njia yake ya kutumika ni wakati ana praise. Akiingiza watu kwa praise. Amen. Watu wanaanza kushikwa, grace ya delivera inashuka, watu anaponywa. Watu praise yake ni moto. Praise akianza tu kusifu, utukufu na kuja sana. Kwa hivyo unahitaji kujua silaha yako ya kupigana vita ni gani. Bana sana. Kuna mwingine anashinda kwa kutoa, akitoa tu. Amen, akitoa, akitoa sadaka yake ni silaha kuna watu wanashinda kwa kutoa. Kuna mtu mmoja anaitwa Cornelio katika Bibilia. Ukimuuliza Cornelio, silagha yako ya kushinda ni gani? Anasema mambo mawili. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, saidia wasiojiweza. Am I talking here? Niangalia mtu aliye karibu naye, mwambia saidia wasiojiweza. Namba 2 anakwambia prayer kwa hivyo silaha ya Cornelio kushinda vita ni kuomba na kusaidia watu. Bwana ziye sana wapendwa, usipoelewa silaha yako ya, ya kupigana vita, utakuwa na una papasa papasa, utakuwa unafanya kitu kwa kubahatisha. Utapigana vita ambaye haina ushindi. Bwana ziye sana. Utapigana vita ambayo utashindwa kumalizia, lakini utakapoelewa wangapo, anasema Bwana nipe kuelewa tena Bwana nipe kuelewa. Oh, haleluya! Sema amen. Hatuwezi kuwa tunatumia silaha moja, hapana. Hata kwa askari silaha sio moja. Kuna bunduki na bunduki ni aina nyingi. Kuna bastola, na bastola haiwezi piga mahali ile kubwa itapiga. Bwana Yesu na kuna grunet, na kuna zile zingine landamine zile zinawekwa chini. Bwana Yesu, so ni za aina nyingi lakini kwa kutojua sisi tunangangania kabastola kamoja. Wote mtu akipata shida tuende prea tukafungia siku saba, mtu akipata shida tuende, tu, tuende katoloni bana, si sana unaenda katoloni unashuka, una bado vita ni ile ile tu. Musa alijua silaha yake ya kushinda vita, alijua kushinda kwake vita ni kuinua mikono juu, so akamwambia Joshua, enda pigana vita, mimi ntakwenda mlimani Ndakwenda kuinua mikono namnipatia watu wawili ambao watanisaidia. Alijua atashinda kwa kuinua mikono, na alijua bado hiyo mikono inaweza choka, kwa hivyo alitafuta watu wa kumsaidia, mikono iwe juu. Na kama musa hangejua kwamba kuinua kwake mikono kunaleta ushindi, aende vitani pamoja na Joshua, wangeshindwa vita. Lakini alijua kwamba, ndio tushinde hii vita, lazima mikono yangu iwe juu. Oh, haleluya. Bwana akupe grace leo. Elewa silaha yako ya kupigana vita na kushinda. Oh, pokea neema kwa jina la Yesu Kristo. Bwana inue watu kanisani. Aachilie grace kwao ya kupigana na kushinda. Paro saba. Haleluya. So Esther akamwambia Mordekai, mwende mkaniombee nami nitakwenda kuomba. Alafu nikishatoka kwa maombi Bwana Yesu sana. Nitakwenda kinyume na sheria. Utakapoelewa silaha yako hautabahatisha tena, hautapigana kwa kubahatisha. utakuwa unapigana ukiwa na ujasiri kwamba nikishatoka hapa nitakwenda kushinda. Bwana Yesu sana. Naongea na, na watu kwa jina la Yesu. Yeah. Hebu tuangalie kitabu cha Judges, chapter number 16, verse number 20. Waamuzi 16:20. Uelewe silaha yako ya kufanya nini, ya kupigana vita. Elewa silaha yako ya, ya kupigana vita bana, siwe sana. Huyu mtu anaitwa Joseph, silaha yake ya kupigana ni kutafsiri ndoto. Amen, unaota, anakutafsiria. Lazima ujue laini yako, kila mtu because, hatuwezi kuwa waombezi wote. Na unajua kuna watu wanaomba wanachoka, maana wanavaa kiatu ambayo sio yao anataka kuwa mwombezi kama fulani ndio apate kushinda, lakini ukweli ni kwamba hajapewa bwana. Sisi that's why hatuwezi ng'ang'ana kuleta watu Jumane, maana hatuwezi fanana wote. Tunavalisha watu kiatu kubwa namba 10 na wanapaswa kuwa namba 6. Kila mtu na idea yake. Am I talking here? Unajua kuna mtu tukisema tunataka kununua viti, anasema nitalete kumi ni laini yake hiyo bana, siesana. Lakini muombezi atasema ntaenda kuwapatia backup eh. Kila mtu na laini yake, utakapoelewa laini yako hata charge wote. Tukielewa kila mtu laini yake, hatutagongana. Saa ingine tunatamani kuleta watu kwa maisha yetu. Unajua, kabla nijue kila mtu ako na laini yake, niliishi kukosana na watu, mbona mkuja kuomba ama mutaki Mungu kama mli backslide so nilianza kujaja watu, nikaanza kuona ninahubiria watu ambao hawana haja na Mungu. Nikakosana na watu, nikaambia Mungu niletee wengine, hawa nimechoka na wao, kabla sijajua. Lakini nilipojua kila mtu na laini yake, ndio nikaachilia watu. We kuja kama sio laini yako hii, weenda ukapike bana sie sana. Kila mtu na nini na laini yake ambaye hayuko Tuesday ana laini yake, na hiyo laini yake we hautaezana nayo sa e, laini, yeah. si yeah. si si si laini, laini ya huyu mama akapewa mtu mwingine, ya hapa kushughulika Tuesday vile ntakula na vile Sunday ntakula. Kuna mtu akipewa hiyo sana. Amen. Atachoka, ataona kazi yake ni kuleta tu kanisani, ataona hii kanisa nilipoingia, imenipeleka imeniletea shida. Kila unga anapata, anapeleka charge, lakini kwa sababu ni laini yake, na atakapojua hiyo ndio laini yake, vita vyake atashinda. Kwa hiyo Bwana, sue sana kutoa tu, kupika hiyo, kushughulika, Mungu anapigana vita. Am I talking? Kila mtu elewa vita vyako. Elewa silaha zako za kupigana. Hebu tusome inasemaje. Kisha akasema, na kisha akasema, Samsoni, Samsoni, Wafilisti wanakuja, Wafilisti wanakukujia, akaamka katika usingizi wake na akaamka katika usingizi wake akasema akasemaje? nitakwenda nje kama siku nyingine, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyoosha, na kwenda kujinyoosha. Lakini hakujua kujua ya, ya kuwa Bwana Bwana amemwacha ame, lakini hajajua kwamba Bwana amemwacha. 21, ehe wafilisti wakamkamata mkam, waka sikia wakam, usipoelewa laini yako utakuwa mateka kwa maadui zako mm. Amen, amen. Wafilisti wakamkamata wakafanyaje, waka, wakamng'oa macho wakamng'oa macho wakatelemka tele, wakatelemka naye mpaka Gaza, wakaenda naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, wakamfunga kwa vifungo vya shaba. alikuwa akisaga ngano ka... Katika gereza. Na akatumikishwa kusaga ngano pale gerezani 22. Lakini zile nywele za kichwa chake zikawachia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana, ni Samson ana power. Unajua hata kuzaliwa kwa Samson kulitokana na malaika, Samson sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana, wacha hii yetu saa hii, mama akiwa mjamzito wanampeleka scan aangaliwe ni nini amebeba hata sijui madaktari wanajuangaje, sijui wanaonanga nini ndio wakwambie, huyu ni kijana, huyu ni msichana. I don't know but one day nitakwenda kuuliza, munajua ngaje ni msichana ama kijana. Scan. Wakati tuko sahi. Hata sisi hatuonangi, unaonanga tu ka kitu ka hata kanafanyanga hivi. Wakapo wakapo wameenda kwa scan kuona hiyo kitu. Yeah, hata mimi nilienda. Bwana sana. Unaonanga tu ka kitu kanafanya hivi. Si ndio? Sasa sijui ni nini hiyo anaonanga ndi aseme ni kaboi ama kamstan. Sasa mama akiambiwa ni boi, na kweli kabisa alitaka boi, anakuja kama anafurahi. Lakini Samson, ni malaika anakuja, anamwambia mama yake, utapata ujauzito Amen, na mtoto atakuwa waina hii, na huyo mtoto sio wa kawaida, atakuja kuwa hivi, na huyo mtoto asiitwe jina ya kwenu Ataitwa fulani. Kwa hivyo kupatikana kwa, kwa Samson kumetokana na malaika, na mama alipoondoka kuambia mzee, mzee akashangaa akaenda mbele za Bwana akamwambia, naomba Mungu, tuma mtu uliye mtumajana Bwana sie sana akuje tena anikonfamie kwamba ni mtoto wa aina gani, na atuambie vile tutakavyomlea. Hebu sikia hiyo, ni Samson. Kwa hiyo akazaliwa jitu, mtu aliye na pawa, mtu aliye na uwezo Alafu na malaika anamwambia hebu niangalie hapa, na huyo mtoto akizaliwa asinyolewe nywele. Unasikia, kila mtu ako na nguvu zake, kila mtu ako na pawa, hakuna mtu amezaliwa mdhaifu Amen. Kila mtu ako na nguvu, lakini swali ni je, unajua nguvu zako? Unajua mahali ziko? Unajua kile unafanyanga ndio Mungu akutumie? Unajua kile unafanyanga ndio akuja kwako kwa haraka? Lazima ujue so akasema asinyolewe. So Samson akakua na jamaa alipokuwa, alikuwa na misuli, Bwana Yesu sana, amen. Alikuwa anashika mfupa anaangusha maelfu ya watu, mfupa moja peke yake. Lakini jambo la kushangaza, Samson hajaijua, hajajua silaha yake ya kupigana, hajajua nguvu yake imetoka wapi, na vile atakavyoitunza na vile atakavyoilinda. Lakini alichu, alichukua ni kawaida kuwa na nguvu kuua watu ni kawaida yake, mpaka akazoea. bana sie sana, akaanza kufanya dhambi. Kuna watu wamepoteza nguvu kwa kufanya dhambi, kuna watu wamepoteza nguvu kwa kusherati, kuna watu wamepoteza nguvu bana sie sana kwa kutokuwa wa, watakatifu mbele za Bwana. So Samson akaanza kufanya dhambi mbele za Bwana, kaenda akatafuta ule mama anaitwa Delila na Delila alipokuja kwake alikuja kwa papas ya ajue nguvu ya Samson iko wapi. So kila siku alikuwa anamuuliza nguvu yako iko wapi? bana sana, Samson anamwambia ni wakati unanifunga, ukinifunga mikuu na mikono utakuwa umeniweza. Alafu anamfunga anatoka nje, anamuitania anamwambia, Samson maadui amekuja, anaamka anakata kamba, ni kama zinakatwa na moto Aaa, aliendelea kumpembeleza mpaka akamwambia ni wakati utaninyoa. Samson hakuelewa, hajajua, pengine mawazo yake yalikuwa ni kwamba hata akinyolewa bado atakuwa na nguvu, alijua hivyo, na ndio wakati aliponyolewa kwenda kutoka kwenda kutoka.